Katika maisha yako yote ibada yoyote ambayo unaifanya, hakikisha ibada hiyo unaifanya kwa ikhlas, unaifanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, si vinginevyo. Maneno ya dhati ambayo anayekabayana Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kupitia Quran, pale alipopata kusema

Ibada yako iwe ni kwa ajili ya kutafuta radhi zake Allah tu, si vinginevyo, lahuddin, kwa kupitia hiyo dini kamili zata Uislamu.